ya kilimo lakini, wanakopa hizi fedha, utasikia goli la mama, eti Simba ikifunga goli wanapewa milioni tano. Hivyo ni akili matope. Kopa fedha, tengeneza viwanda vya ajili vijana wa taifa hili. Wewe unakopa fedha, unanunua haya mapikipiki mnayoona hivi, hizo ni akili matope. Kopa fedha, zibadilishe maisha ya watu. Yaani ni sawasawa na unaenda kopa hela alafu unanywa bia Kopa fedha fanyia biashara, kopa fedha ikuongezee, tatua tatizo la ajira ya vijana wako. Unakopa fedha hata hatujui unaenda kufanyia nini, na maisha ya watu bado yanaendelea kuwa magumu. Hakuna kitu anachokifanya zaidi ya kusambaza kitu kinaitwa madubu, nyinyi mnayojua madubu, mabonanza yale, mamichezo ya kamali yani, wao akili zao zimefikia hapo. Vijana wa taifa hili badala watafutiwa matrekta Watafutia mazingira ya kufanya kazi kuwekeza, kujiajiri. Lakini serikali inaruhusu yako madubu huyu mtaani. Yale madubu ili uyacheze unachukua hela, unaweka mle ndani linakula. Unajua yale ni madudu ya Wachina, eh? Kwa kila siku ya Mungu tuko kwenye taifa ambalo Wachina wanakusanya tu pesa zetu kila siku. Wanakusanya nazo wanaenda nazo wapi? Kwao China. Sisi tutabaki nini? Hizo ndio akili za wana CCM. Sasa CCM wanafahamu kwamba kwenye uchaguzi huru na haki hakuna mtu yeyote mjinga ambaye atawachagua kao. Nawaombeni sana vijana wa Isimani. Iungeni mkono CHADEMA, shirikini kwenye kampeni yetu ya no reforms no election. Huu maskini mlionao, watu wa Isimani, sio mpango wa Mungu. Huu maskini tulionao vijana wa Isimani na Dodoma na Iringa na Tanzania kwa ujumla sio mpango wa Mungu. Huu maskini tulionao ni mtaji wa CCM. Ni mpango wa CCM. Ikataeni CCM kwa sababu yenyewe inaufurahia umasikini wenu iutumie kuendelea kuwaongoza. Mtaendelea kuwa masikini mkiendelea kuikumbatia CCM. Mtaendelea kuwa maskini mkikubali kushiriki kwenye chaguzi za namna hii kwenye taifa letu. Nimesikia hapa kuna kiongozi alipanda akasema na wao waliporwa matokeo na polisi. Waliibiwa uchaguzi, polisi walienda kuwapora. Sasa na mimi nitumie jukwaa hili kuwaambia polisi. Na nimemsikia hapa Dr. Slaa wakati anauliza Wakristo wangapi, wengi mmenyosha mikono kuonekanika kama ni Wakristo, na naamini pia na polisi wengi mko hapa Wakristo. Sasa kwa wale Wakristo wakisoma kitabu cha Luka sura ya tatu mstari wa Tunazungumza habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akiwa kwenye matembezi yake maeneo mbalimbali, alikutana na watu mbalimbali. Miongoni mwa watu waliokutana nao ni watoza ushuru, wakamuuliza tunapaswa kufanya nini? Aliwaambia, mtoze kwa kadiri ilivyoamriwa. Polisi nao walikuwepo, sio walikuwa na kielele, na walikuwepo na wenyewe wenyewe kwenye maeneo hayo, wakamuuliza na sisi nasi tufanye nini? Yohana akawaambia msimdhulumu mtu. Aliwaambia mambo matatu, jambo la kwanza msimdhurumu mtu. Mimi niwaulize nyie polisi wa Tanzania, nyie polisi wa Isimani. hii si CCM kwa sababu ya sheria za ovyo zilizopo, kila siku wanawatuma polisi kudhurumu watu. Nyie watu wa Isimani, hamdhurumiwi na polisi? Polisi wanatumwa kudhurumu mpaka haki zenu za kuwachagua viongozi mnaowataka. Kwa maneno mengine CCM inawatengenezea mazingira polisi kwenda motoni.